Na we cannot hand over to people hawana mpango ya kwamba akishindwa hata hand over kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikwambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa. Hapo umepata, si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over in the Kenya constitution. Is, is assumption of office hatuhitaji wewe. Kwa raisi mpya ambaye atachaguliwa na wakenya kuchukua ofisi, mwambie wewe, wewe Ruto, wewe wewe, hapana chukua pesa kwa wananchi ya kujenga barabara na kufanya siasa na kusumbua wananchi na kulehela atimia itumbosho na anoe <laughs> Eh? <laughs>

na ye ana shida, akitupigia kelele ati hatuna ajenda. Tuko na ajenda. Ajenda ni kumfukuza yeye kwanza, kwa sababu Ruto ndio tu tengeneze uchumi. Ruto lazima afanye nini? Ndio tu rekebishe maneno ya matibabu, lazima Ruto afanye nini? Ndio tu okoe, lazima afanye nini? Ndio tumalize mambo ya mauaji ya watoto, lazima afanye nini? Kwa hivyo ndio Kenya yeah, no, irudi laini, ndio turekebishe uchumi, turekebishe mambo ya matibabu, hao watoto yeah, no, ya jenzi wasome university ikuwe, yeah, no, sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo William Ruto, wewe usitupangie ajenda, wewe panga ajenda yako ya wizi. Akasema mimi ni kichwa ngumu mimi nikichua ngumu, Kasongo nitaongoza wa Kenya kupeleka wee nyumbani, nisukume Kasongo, nimsukume, nisukume, nisukume Kasongo, nisukume Kasongo. Wacha nikuambie Kasongo, ukiniangalia hivi ni, eh? Niangalie vizuri, mimi na ule mtu ya kisirani, na ule mtu ya ukabila, na ule mtu ya Shares, na ule mtu ya mitego kati yangu na ule mtu nani anakaa kama rafiki ya Kalonzo? Wacha niulize tena, wacha niulize tena kuna, watu hawakusikia. <laughs> kuna watu hawakusikia. Nyinyi mniangalie vizuri. Ni mwana wenu si mimi? ni mtoto yenu si mimi? ni jirani yenu si mimi? ndugu yenu si mimi? kiongozi wenu ukiniangalia hivi vile nakaa na vile mnanionanga, na ule muti ya mitego ule muti ya shares. ule muti ya ukabila ule muti ya kusema wakamba wana kura, mimi na ule mti ya kisirani, ni nani anakaa kama rafiki ya Kalonzo? swali ya mwisho swali ya mwisho mimi na rais William Ruto, mimi ukiniangalia hivi mimi ukiniangalia hivi, kama jirani yenu, kama kiongozi wenu, kama mtoto wenu, mimi na ule mtu ya mitego na mambo ya shares na mambo ya ukabila, nani anakaa rafiki ya Wakamba? Ni mimi? Si mimi? Ni mimi? Si mimi? Wangapi wanasema sisi ndio tuna